Ilikuwa kanisa fulani, ibada niliyofanya ilikuwa inaongelea swala so, la nafasi. Tulikuwa na kichwa kinaongelea mbali ya nafasi, nafasi yako katika maisha ambayo Mungu amekupa wa, lakini wakati najaribu kusema na Mungu nini nitasema na watu wa Mungu wa Moravia hapa, kuna wakati nilikuwa na zunguka zunguka, mpaka juzi niko ofisini bado sijajua ni nini takachosema lakini namshukuru sana Mungu. Kuna wakati niliongea na kiongozi Yohana aliponipigia wakati niko ofisini, tuliongea maneno machache, akanipa kitabu cha Kutoka ambacho nafikiri ndio mwongozo wa somo la sikukuu ya vijana ijayo, kama sijakosea, kitabu cha Kutoka kumi na nne. Ili ni lazima niingie kwenye assignment mpya ya kwanza kusoma kitabu cha Kutoka upya wakati nasoma kuna na naangalia namna Mungu anaposema na Musa katika kurasa zile sura ile ya kumi na nne, nikarudi sura ya kumi na tatu, nikaenda mpaka kumi na sita. Baadaye nilipokuja kugundua haya yote ninayoyaangalia pale, Mungu ana kitu anaongelea na ya kusudi, Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli habari ya kusudi, na kuna maandiko kisoma pale nyuma yanasema kabisa Mungu alimtia kiburi kabisa, ainuke asogee kuwafuata nyumanyuma wana wa Israeli, akiamini kabisa kule anakoenda hatotoa. Alitaka kuonesha ukuu wake, alikuwa anaongelea kusudi la Mungu kwa wana wa Israeli. Yakini akiendanasafia wasingefuatwa na jeshi, hata ile shauku ya kuna adui nyuma nawafuata. Bwana Yesu asifiwe. sababu nyingine Mungu aliruhusu ukimbizwe, ili akatengeneze njia ya. Nilipoona naongelea kusudi, nikasema Mungu unataka kusema na watu kuangalia hati. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo kwa uchache kabisa nitaongelea funguo za hatma ya mafanikio yako ni kwa namna gani? Kuna funguo chache tu ambazo unaweza kushika mojawapo nikakusaidia aidha kwenye biashara, kwenye ndoa, no, kwenye maisha yoyote ambayo unapitia, una kesi unasimama naye, kuna wakati watoto unaona hawaelewi shule unataka kumsimu. Kuna funguo za kufungua. Hata Bwana Yesu wasema kwa haraka kabisa maana ya neno ufunguo, ziko maana nyingi na kwenye Biblia ufunguo umezungumziwa kwa maana kubwa mbili. Maana ya kwanza, funguo inaongelewa kama maarifa. Lakini maana ya pili, funguo inaongelewa kama mamlaka. Na kuna maana sehemu nyingine wameiweka kama Yesu. Yaani hiyo mamlaka imewekwa kama Mungu. Wao, tunapoitafsiri funguo kwenye Biblia kuna wakati inasimama kama maarifa ya kukusaidia kuvuka na kuna wakati kwa funguo ni kifaa kinachotumika kufungua au kufunga mlango, mahali au kitu. Funguo ni kifaa kinachotumika kufungua au kufunga. Inaweza kuwa mlango, inaweza kuwa mahali popote au kitu fulani kitafungwa au kikafunguliwa. Ni funguo. Na Biblia inatukumbusha funguo ya kutusaidia kufungua na kufunga kwenye maisha tuliyonayo ulimwenguni, kwa sababu Biblia inatukumbusha ulimwenguni mnayo dhiki. Kitabu kile cha Yohana tunaambiwa jipeke moyo, kwa sababu ulimwenguni mnayo dhiki. Ko tufahamu kabisa kwamba ulimwenguni kuna changamoto. Kwa hiyo funguo ya kututoa kwenye dhiki, mauti la na kila kitu, Biblia inatupa majibu kwenye kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana kumi na nane. Maana ya ufunguo Biblia imetukumbusha ili ufungue ili ufungue popote unapotaka kufungua. Kitabu kile cha ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na nane kwa haraka kabisa, Biblia inasema na aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele. Mungu anasema nami, ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Kwa funguo za mauti na za kuzimu. Aliemaza ni nani? ni Mungu. Kwa hatua ya kwanza, tutakapokuwa tunaongelea habari ya kupata funguo za so kukusaidia kufungua jambo lolote, fahamu ya kwamba funguo hizo anayemiliki Kusudia, na kukusudia utimilifu wa kutokea kwa hatima ina uhai. Kwa kama hatima yako au kusudi lako lina uhai, tegemea, kuna maisha kusudi lako linaishi, na kuna wakati kusudi lako linaweza likafa, kwa sababu chochote chenye uhai kuna wakati wakila kufa. Kwa hatima yako inaweza ikafa au anaweza kuhai. Mbona Yesu Waefeso sura ya pili utakapopata kupata Waefeso sura ya pili mstari wa 10. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Waefeso sura ya pili mstari wa 10 lakini pia mtasoma Waefeso moja kumi na moja kuhusiana na hata kwa nini kwa sababu kitabu kinatukumbusha chaguo la Mungu kwako ni sawa sawa na kusudi la Mungu kwao. Oh, hatima ya Mungu kwako ni sawasawa na mapenzi ya Mungu kwako. Kama wewe unajiona kusudi lako ni kweli, lakini Mungu akikutazama na kuona kabisa wewe ni nesi, kusudi la Mungu litakuwa sawa sawa na mapenzi ya Mungu, sio kama vile wewe kusudi lako. Yesu asifiwe. Na ndio maana kuna wakati Mungu atakuruhusu kabisa

Mambo makubwa matatu tunatakiwa kuyafahamu, mambo makubwa matatu muhimu kuhusu hata, kwa haraka kabisa, hata yoyote ya mwanadamu imefungwa kwenye mambo makubwa matatu. Mengine yanagawanyika kutoka kwenye hizo eli ya tatu aya, maeneo matatu. Jambo la kwanza, ukishafahamu fahamu haya. yote ndani hatima yako imefungwa kwenye mambo makubwa matatu. Utasema, mtumishi anazungumza nini kwenye siku ya leo? Ni mpango wa Mungu, hatima imefungwa kwenye mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, wanadamu tunatofautiana hatima, lazima hilo ulifahamu, ndio jambo muhimu la kwanza. Wanadamu wote tunatofautiana hatima zetu, maana yangu ni kwamba wote tuliopo hapa mbele tunaweza tukawa wote ni walimu wa shule ya sekondari na wote ni walimu wa baiolojia ya. Yani, wote ni walimu wa shule ya sekondari na wote tunafundisha somo la baiolojia, lakini hatima zetu hazifanani. Tunaweza tukawa wote ni wapiga kinanda, wapiga ngoma, wengine ni waimbaji wote kwa pamoja, lakini kusudi la Mungu kwenye uo wa uimbaji la huyu

Bwana Yesu asifiwe. Natamani sana ukipata muda usome hapa, hatuna muda mwingi, ningeweza kusoma mstari ma mstari tukaona Mungu nini anatufundisha. Maana yangu tu ni kwamba ufahamu, kuna mstari ule wa ishirini na saba Yohana anasema mtu hawezi kupokea tendo au neno lolote isipokuwa kwa neno lililotoka kwa Mungu. Kwa hiyo kuna wakati, kuna wateja watakuja vikali kwako kwa kuulizia hicho hicho ambacho jirani anaulizia Sio kwa sababu wewe umepanga vizuri au umefanya usafi vizuri, ni kwa sababu kuna neno la masabau limetolewa ndio linalokupa kibali kusogea. Una budi kupungua, hata unapoona mwenzio jirani yako amepandisha ukuta, wewe haujapandisha ukuta, una budi kujeekea na kupungua. Unapoona watoto wa jirani wamepata, hey, wak Sasa, naomba ni achiicho kipengele kipengele cha pili. Hatma inamhitaji Mungu pekee. Na sio kitu kingine. Jambo la pili, hatma yako inamhitaji Mungu.

takajifunza hapo, tunaweka mfano, mtumishi wa Mungu Yusufu. Tunaelewa Yusufu alipitia changamoto, maana ya azile ndogo. Kuna wakati alipita kwenye changamoto na ndugu zake, hata ilifika hatua alipopelekwa kwa Potifa, alikutana na majaribu na hatimaye akapelekwa gerezani, mtumishi wa Mungu. Lakini ninachoongelea hapa ni hatima. Kama Yusufu asingeelewa hatima yu aliyokuwa nayo mbele yake, lakini alipo yakini alipopelekwa gereza anipotea anianishaacha kua wili mungu kwamba kuna wakati kusimama sasa. Kuna watu, kuna vijana tuko hapa, kuna wazee tuko hapa, kuna wazazi tuko hapa. Kuna wakati tulisema maneno madogo tu na ndugu zetu, tukapotea hata kwenye hatima tulizokuwa. Na Yusufu siokusema tu na ndugu zake, alitupwa hata kwenye shimo. Wewe wamekusema mawili biashara woa, nikusema babako mdogo umefunga na vitabu, unataka kabisa kusoma mwalimu wa kwaya anakuongelea kuhusu sauti, ukaacha kabisa na mazoezi uyu maovu alimefanya hatima ya Sauli. Mungu alikuwa mpashama kama mtumishi wake, na ndio maana ilifika wakati Mungu akaruhusu wa upofu kwake huku wa, na wakati Mungu ataruhusu upofu kwake kwenye mambo unayopitika, lengo ili yakufikisha kwenye hatima ulio nayo. Kuna adui na mawakala wa adui, wana kwa, kuna wakati utakapoinuka kuwa soloist mzuri, ndio wakati maneno yatakapoinuka, na ndio wakati ambao utakutana na changamoto utamani kwenda kwenye masoezikwa sababu unachiona kabisa unafaa. Kuna wakati ulikuwa mtoaji mzuri wa zaka

Yesu asifiwe. Kitabu cha Ufunuo tatu kumi na moja utasoma Yohana, Ufunuo wa Yohana tatu kumi na moja Biblia inasema shika sana ulicho nacho. Asije mtu akaita akaitwaa taji weka akaitoa hatima yako akaitwa kusudi ulilo nalo Biblia inakukumbusha. Shika sana Utashikaji ni kushiriki baa na kuishi maisha ya uchaji Bwana. Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi anaenda kwa haraka, tusameane, lakini mpango wa Mungu, naomba nimalize na, na funguo hizi. Tumesema funguo za kukusaidia kufungua hatima yako, funguo hizo ni zipi? Naomba nimalize hapa, utachagua